Asante sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, asante kwa kuichagua Smart Habari kama simu pekee ya kupata taarifa mbalimbali za michezo na burudani, zikiwemo tetesi za usajili, makala pamoja na uchambuzi. Kama ni mara ya kwanza unajiunga nasi na labda ungependa kutazama taarifa zetu pindi tu tunapoziweka, hapa ni kwambie huni wakati wako sahihi wa kusubscribe kisha kubofya alama ya kengele. Sote kwa pamoja tunafahamu Kikosi cha Yanga chini ya kocha mkuu Hamli Mwalili kinajiandaa na msimu ujao wa ishirini ishirini na tano ishirini na sita na utarajia kuchuana katika michuano mbalimbali ikiwemo NBC Premier League, CRDB Federation Cup pamoja na le kombe la Klabu Bingwa Barani Afrika. Sasa mchezaji Arthur Bada eh, Joseph raia huyu wa Ivory Coast ambaye yupo katika klabu ya Singida Black Stars ambaye siku chache zilizopita alibadili uraia wake na kuwa raia wa Tanzania, anahusishwa kwa kiasi kubwa kujiunga na timu ya wananchi Dar es Salaam Young Africans kama mbadala wa Stefani Aziziki, ambaye huenda msimu huu kama msimu wake wa mwisho ndani ya uzi wa njano na kijani, na inaaminika kwamba atakwenda kutumikia klabu ya Wydad Athletics ya kule nchini Morocco, hivyo tusubiri tuone nini ambacho kitatokea mwisho wa siku. Kama dili hili litafanikiwa, basi tutamshuhudia mchezaji Joseph Atubada, mchezaji mwenye uwezo mkubwa wa kufunga, mchezaji mwenye uwezo mkubwa kabisa wa kuassist, lakini pia kulisogelea lango kwa ufanisi mkubwa. Basi akijiunga na Yanga, wenda tukashuhudia raha eh, na karaha ndani ya timu, ndani ya ligi mbalimbali hapa nchini Tanzania. Ni yapi maoni yako kuhusiana na usajili wa mchezaji huyo ambaye siku chache zilizopita ama miezi michache iliyopita alibadili uraia wake na kuamua kuwa raia wa timu ya Tanzania. Tafadhali tuandike katika ujumbe wako e, katika box session hapo chini.